Nam, hayo yanajiri wakati ambapo kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lisu haikuendelea leo mahakamani Tanzania na tuweza kupata maelezo zaidi baadaye. Kwenye muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi umepinga hoja ya walimu wa sekondari msingi kujisimamia wakisema uamuzi huo uliafikiwa kupitia jopo maalum la elimu. Akizungumza huko Mombasa, mwenyekiti wa muungano wa walimu Fuad Ali amesema kuwa wadau walihusishwa na kila kitu kishwari shule katika utekelezaji wa mtaala wa CBE. Badala yake amewataka walimu wa JSS kutoingiza siasa za chama katika masuala ya elimu. Walimu wakuu pia wanaitaka serikali kutuma mgao wa fedha za elimu kwa wakati unaofaa. Baadhi ya walimu wamepinga hatua ya serikali kuwahamisha hadi bima ya matibabu ya SHA, wakisema hawakuhusishwa katika mchakato huo.

We've not been told much about it. And if teachers are complaining about the current system, what will happen to us if SHA takes off? So that is our big challenge kwa sababu hatujui nini itafanyika kwetu kama what about compensation what about comprehensive cover no one knows about it our association does not know about it our nut leadership hawajui about SHA so we are still in darkness kulingana na yale mazoea mwalimu wako nayo, tumeona kwamba Minet inatusaidia zaidi. Kwa hiyo sisi hatujakataa mfumo wa SHA, lakini tunataka miundombinu ambayo iko iwekwe, na iwe wazi kwa kila mwalimu aone. Mambo ya pesa ambayo inaenda kusaidia shule ambayo inaitwa capitation, lazima ilete wakati unaofaa ndio ifae mwalimu na ifae shule. Uhuru uko na usimamizi wa hizi shule ambazo kwa sasa tunaziita comprehensive schools. Ndio maana tunasema tu, badala ya kujiita Kenya Primary School Heads Association sasa tunajiita Kenya Comprehensive School Head Teachers Association tukijumuisha comprehensive school yote. Na hakuna matatizo yoyote isipokuwa ni baadhi ya watu kidogo na ni mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya vyama, kwa hivyo si mambo ya, ya, ya kitaaluma, si, si professional, ni mambo tu mambo ya, ya kivyama ambayo vinapiganiwa. Kama kungekuwa na shida tusingeweza hata kufanya hii tathmini ya grade 9 ambayo imefanyika, ya mambo yameenda shwari, usimamizi uko sawa, kisisi kama keksha, hakuna tatizo lolote.